Chama pekee chenye dira na mwanga kwa wananchi na kwa wanajimbo wa jimbo la Bukoba Mjini. Chama cha Mapinduzi ndo chama pekee mtu akisimama anasema chama kimefanya nini na kinakwenda kufanya nini. Chama cha Mapinduzi, mtu akisimama anaongelea vitu kimefanya nini na kiongelei mtu ataenda kufanya nini. Chama cha mapinduzi ni taasisi, akitoka mtu mmoja, chama ya kisimami kinasonga mbele na kwa spidi kubwa sana. kwa mwaka 2025 miaka mitano, chama cha mapinduzi ni chama pekee ambacho kimeweka mkataba kati ya wananchi na chama na serikali kwa kutoa ilani ya Chama cha Mapinduzi hii <coughs> <coughs> ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yote nitakaenda kuyasema yamo ndani ya Chama cha Mapinduzi, sio mimi nitaenda kufanya nini. Chama cha Mapinduzi kinakwenda kufanya nini? kwenye kitabu hiki kuna mambo 64 ya jimbo la Bukoba mjini kwa kipindi cha miaka mitano. Na katika mambo 64 hakuna miradi yote ya kimkakati ambayo inaendelea imeandikwa humu, kwa sababu tayari imeshapita kwenye ilani iliyopita. Miradi iko kwenye utekelezaji katika kat kata yetu hii. Mama Samia, diwani, serikali iliyopo na mbunge aliyopita wameleta maendeleo makubwa sana katika kata hii hey! Maendeleo yaliyopo ni kwa ajili yetu sisi sote. Wamejenga shule, wameleta umeme, wameweka maji, wameweka mikopo kwa kina mama na vijana. Haya, hii ndiyo hey, yenyewe in Umeona sasa, chama kwa mwaka huu unaokuja, nimetembea. Nawashukuru sana, nyumba tulizopita karibu wananchi wote, naona wamekuja. Mungu awabariki sana. Nimepita nimeona changamoto ndogo ndogo ambazo sasa, hizo changamoto ndogo ndogo naona zilikuwa zinanihitaji mimi mtaalamu yeah! kwa sababu kuna changamoto za kitaalam taalamu hivi na rabe sehemu nabonalioka daraja kama hivi kaino bao, kuisha habari yake. Nimepita sehemu moja hivi nkaona kuna ka barabara kavumbi akapitiki, kuisha habari yake. Nimepita sehemu moja nkakuta mama ameweka umeme haujaingia ya kuisha habari yake shuleni kule Kanya Mugumba bado kidogo chekechea ma... amna, amna, amna zege chini, amna ubao, shule haijafunguliwa. Kwisha habari yake, nimepita nkaona kuna vioski vya maji vimefungwa kwa sababu ya pesa nyingi hawajalipa, na miradi mikubwa inakuja ya maji. Kwisha habari yake Sasa. Imeona sisi hatuongelei vitu ambavyo havipo, na Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi kwa muunganiko wa viongozi. Mimi naye yasema hayo yako kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na mwingine akija atasema baya kwenye ilani yake, lakini rais ndiye anayesimamia haya yote. Sasa kwa muktadha huo Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee chenye dira, mwanga na taswira kwa kila mwananchi wa kada yoyote. Mtu akikuuliza kwa nini chama cha Mapinduzi, hapo inabidi wanasema kifua mbele. Sio kifua mbele, kifua kiwe wazi, kwa sababu una mambo ya kusema unamwambia kwa nini chama cha mapinduzi? Moja, soko tunajenga. Mbili, barabara njia nne. Tatu, soko la machinga machinjioni. Nne, mayunga kompleksi eneo la biashara. Tano, taa za barabarani. Sita, kingo za mto Kanoni. Saba, vituo vya afya soko la mgembe, kumi soko la kashai, kumi na moja soko la wamishenye, kumi na mbili ajira kwa walimu, kumi na tatu ajira kwa wanaafya, kumi na saba vituo vya afya vinaenda kujengwa, nyumba za watumishi thelathini, mikopo kwa kinamama na vijana siku mia moja niseme nisiseme, anaenda kutoa bilioni mia mbili kwa wajasiriamali wadogo wadogo wanaoanza na wanaoendelea kama bonasi. Hayo yote yatafanyika na kusimamiwa chini ya mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Sasa, kwa nini mnakuwa na mashaka mioyoni mwenu? Kwa nini mnafadhaika mioyoni mwenu? Chama cha mapinduzi kipo, mtasingwa yupo, yuko imara kama chuma cha Mjerumani. Niko tayari kuwatumikia, niko tayari kutumika kwa kila mwananchi yeyote. Ndugu zangu wana jimbo, ndugu zangu Niwaombe neno moja, tuwe na upendo, tujunangane. Ukiwa na upendo, upendo ndo unaleta amani, upendo ndo unaleta furaha, upendo ndo unaleta uhuru, upendo unaleta mshikamano, upendo ndo unaleta maendeleo. kota ubasa ujuna mwatani wawe towe na ubasa kwe juna <tune> kwa pamoja maendeleo ya jimbo la Bukoba mjini yataletwa na sisi sote. Dira imetoka, miradi imo ndani ya kitabu, yote nimesema tunaenda kusimamia. Uwezo wa kujenga hoja bungeni ni nao, uwezo wa kusikiliza nao, uwezo wa kutumwa nao, nguvu nazo, nia nazo, na sababu nayo ya kuwatumikia na wananchi wa jimbo la Bukoba mjini. sasa hii rani na ya sasa ni kiboko mnaiona. amwanyamudiaambaili megambira Sasa nataka niwambie hiki tu, sio kwamba mii ndio unasema ili mwamini hapo. Wanasema ukarabati wa shule kongwe za Ibura, Bilere, mafumbo na Iungo, sio mimi, ni namba 76 shule ya msingi Bura iko wapi? Wanaoishi juga nyondoni yakina nani? Anayesoma kwenye shule anatoka kata gani? Hapo ndo mwelewe. Maendeleo hayana chama, ila maendeleo ya kweli yanaletwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua maendeleo maendeleo yako yatachaguliwa na kura yako moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa Engineer Johnston joan Mtasingwa na kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Asikudanganye asikunanganye yeyote, mtu anayekuja anakuambia tusipige kura ombaze alimona otatera kura ora mwana wanenaekulara yatwete bugando owawe kata Usipoenda kupiga kura maana yake nini? Ina maana moja, niwafundishe moja, au uhitaji maendeleo. Pili, unapotezwa na naye kwambia usipige kura. Kwa sababu gani? Serikali lazima iwe madarakani, na inakuwa madarakani kwa wewe kupiga kura. Huyu anayekwambia usiende kupiga kura mtoto wake akiumwa atampeleka hospitali ile ile ambayo wewe uliyepiga kura, vifaa vya afya vimekuja, nyumba za daktari zimejengwa na dawa zimepelekwa katika hospitali ile. Huyo huyo atapita kwenye barabara ambayo imejengwa na mama Samia ameweka rami. Kwa hiyo kura yako ni maendeleo yako. Watu sikubali kujidanganya au kudanganyika, ndugu zangu wasafirishaji Serikali imewaona na serikali inawasikia. Kuna ile mia tatu mia tatu ile imeandikwa umu, kwamba tutaenda kuijadili Machinga. kuna mama amesema umu, tunaenda kuangalia na kujadili jinsi ya kupata mikopo. Akina mama wajasiria mali mama ntirie, mnaenda kupata majiko ya gesi imeandikwa humu, siyo mimi. Sasa mnataka nini? wana michezo, sasa mimi naenda kuleta ligi moja bara. Hiyo ligi kwamba ni ligi ya kufurahishana. Hapana. Michezo ni ajira, michezo ni uchumi. Simba ikija hapa mamantilie wanauza, hoteli zinajaa, kwa hiyo wawekezaji wanakuja. Mimi nakuletea ligi na naleta wataalamu wa kupata vipaji kutoka hapa kwenda Ulaya. Sasa mnataka nini? Hauwezi kufanya kitu kwa ajili ya kumfurahisha mtu, unafanya kitu ili kwa ajili ya kumsaidia mtu yeah. aukorevyovyona ninye mtasingwa yeah. Ametuthamini, ametuletia miradi ya kimaendeleo na kimkakati, na hiyo miradi inafaida kwetu yeah. Fundi atakaenda ataka kujenga atatoka kwetu yeah. Mama ntilie watapika chakula, watakula mafundi yeah. Biashara itafanywa na sisi. Ajarizika akatuletea meli kubwa sana. Meli hiyo imetumia bilioni 126, inabeba watu 1200, inabeba tani 400. Sasa hapo unataka nini? Sasa mimi niwaombe shukrani kwa mama Samia ni kumpa kura za kishindo mama Samia. Lazima apate wasaidizi wake ambao ni mimi mbunge, lazima na mimi nipate diwani hadi na madiwani wengine. Kwa hiyo basi, mimi nichukua fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa sana, niwaombe kura zenu dadhati. Wanaosema kura kwa mama Samia, mama Samia wewe wanaosema watatoa kura kwa Engineer Johnston Johanseni mtasingwa wadasekoi